Inna alhamda wanniamata laka wal mulk la sharika lak. Kwa nini wao wanaweza, kwa nini sisi tusiweze? Tukapata chance kidogo tuweza <coughs> kuzungumza nao yani, kwa nini nyie mnaweza hivi, kwa nini sisi hatuwezi? Sisi tunaondoka hapa 80% kwa watu wazima, yani wenzetu kule ya 20% ni watu wazima. Asilimia themanini ni nani? Vijana kama nyinyi. Sasa tukasema sisi tunakosea wapi? Kwa nini hawa waweze binadamu, kwa nini sisi tushindwe? Kwa hivyo tokana, tukatoka na strategy, tukasema tuanze kwenye u tumekuja Karume, na kwa nini tukaja mwanzo kuanzia wazee, eze walimu, lakini tunaomba watoto wetu, haya tunazungumza mkayapeleke nyumbani kwenu inawezekana wazee wetu sio wamekosea. Unajua, mila na tamaduni nazo pia zilikuwa zinachangia. sasa sasa hivi sa, sa, zamani nyumbani huwezi kusikia hija, swala la hija mpaka watu ishakuwa watu wazima kwenda hija. Na tulipokuwa tunakosea, yule mtu mzima kesha kurudi nyumbani anakaa miezi miwili anafariki, tunasema alhamdulillah, hijayakaanekubali. Kumbe si kweli, kenda kachoka arudi presha, sijui homa, shirini nini, Mungu anamhitari nasie tunarizikaakarudi mwezi mmoja why. Lakini hapo tulikuwa tunakosea, lakini sasa mazali tumeshaona, tunajua kama dunia inakobadilika. Kubwa ni kuwa tulikuwa tunachelewa kwanza, kiuwezo kupata nini, ile pesa. Tunajua hata hapo zamani ilikuwa hija ni afadhali kwa sasa hivi, lakini harama ni zile zile Yaani tukilinganisha ilikuwa ni milioni nne sijui Sheikh Hassan, lakini milioni nne ya wakati huo walikuwa wanaenda baba zetu, yaani kufanya kazi kama hivi tunavyoita kuja sisi milioni kumi na tano na na milioni ishirini. Ilikuwa ni hiyo hiyo lakini tatizo letu tulikuwa hatujipangi, tukaweza kudunduliza kidogo kidogo. Hiyo ndio shida, ambao hao wenzetu wa Indonesia ambao wao asilimia kumi na tatu mara nyingi ndio inafika mpaka kumi na tano kwa sababu kipindi cha corona kidogo, mpaka sasa hivi takwimu za hija hazijawa vizuri, yani zimedrop kidogo, kwa sababu kabla ya elfu mbili kulikuwa kuna milioni tatu watu wa hija. Sisi mwaka jana 20, eh, mwaka 2025 25, ndio itaingiliana na mwaka huu ambao hija watu walienda milioni moja na Tanzania. Yeah. So, Tanzania dunia Tanzania tumeambiwa mwaka jana tulienda 3640. Eh, na Zanzibar tuko elfu mbili mia nne, eh Zanzibar elfu mbili na mia nne lakini tuna nini 2025 hivi. Sisi tumeenda watu elfu tatu mia sita na arobaini, Tanzania nzima nafikiria walimu mkisema hapo si ndiyo tuna hiyo. Yaani ani eza Yaani hatuna kitu bado lakini tumekuja hapa Karume kwa walimu, kwa wafanyakazi, lakini na kwa wanafunzi zaidi. Wanafunzi zaidi ni kitu gani? Tunajua, jamani, wanafunzi wengi ni wachache wanaweza kulipwa wazee wao, lakini sasa hivi serikali imetuhadumu, kwa wanafunzi wengi wanapata mikopo. Jamani, sisi tumesoma kama njii, na sisi manufaa tuliyopata tulipokuwa mkopo ulijua kitu gani? Lakini kwa bahati mbaya hiyo, tulipokaa na wazee wetu hatujajua maskini, masuala ya Hija, ile pesa tulifanyia vengine, wengine tulinunua kiwanja. Mimi nakumbuka nasema ningelijua ningeenda Hija wakati ule, ile pesa ya bumu ninopewa, ile ninoichanga, unaitumia kwa bajeti na kujua. Jamani wanafunzi, tunakuambieni sana nyie, mkesha kupewa ile pesa unaziskia story nje huko, mpaka walimu nawamisha vichwa. Ndio mtu kama alikuwa na simu ile ya laki moja ina kila kitu, basi ataenda kunua simu ya milioni mbili sijui nini. Ile simu ya laki moja ulikuwa unafanya vitu vyote, unapata na nini, lakini unanua simu ya milioni mbili, ili mradi tume hivi, niko karume ya kuringishia ya, ya nini. Tusiwe sisi jamani, waislamu tuna mipaka na ripakasha nazetu tunatakiwa tujitambue, usiwe kama mtu yoyote. Jijue misingi yako, taaluma yako, uwezo wako. Sisi nyinyi tunawategemea, tunataka muwe na tafaa zuri zaidi la kuweza kulijenga nyinyi. Kwa nini viongozi wetu wote sasa hivi wanazungumza kuhusiana na vijana na amani? Kwa sababu jamani, vijana ndio tunapowataka na vijana ndio wanawindwa kila pahali vijana wetu tukiwashibisha dini yetu na misingi ya kuweza kwenda vizuri, basi hii Zanzibar yetu itakuwa ina raha. Sisi tutafariki na nyinyi mtakuwa mna raha, mkiweza kufata vitu vya mila na utamaduni vingine, na sisi sote tutapotea, kwa sababu tuna imani kuwa Waislamu mtu akifariki, wa mtoto wake anamuona, yani anajua hizi lipakasha na ndio maana tukaambiwa katika dini kila Ijumaa tufanye nini, tuwataje wazee wetu kwa sababu tunaambiwa jamani, mimi civil engineer jamani, eh, jini sijui vizuri samahanini, eh. Lakini tunasikia kuwa kila Ijumaa yani Alhamisi uleo siku ya Ijumaa, yani mama zetu, ndugu zetu wanakuja kulialia katika majumba yetu ili wafanye nini? Tuwakumbuke, tuwaombee dua. Sasa katika suala la hija, wewe jitahidi uende zako hija ukiwa mdogo, peke yako. Mwenyezi Mungu anakupa hidaya katika nafsi yako. Na kama mnataka kufanya risati anzeni, Mwenyezi Mungu anakupa hidaya katika nafsi yako. Vitendo vingi unataka kuvifanya bila woga asibo. Kama kuna mtu hapa anakuja kuambia we, hiyo ndo hija na kama tulivyoambiwa na Sheikh Hassan, kama hija, Mwenyezi Mungu anasema ukifanya hija, kila kitu chako kimeenda nini, kimeenda sawia, kwa sababu wewe utakuwa uko tofauti na watu wengine. Kwa hivyo hata zile tabia zetu zilizokuwa si nzuri nyingi, ukesha kwenda hija, kama kweli umefanya hija yako ikakubaliwa, kuna vitu vingi umefanya nafsi, kwa sababu nafsi lawama itakuja, kwa nini sikifanye hichi? Lakini utaweza kuondoka na ndio maana tunawaomba sisi leo tumekuja inawezekana mwakani tusije, lakini tunawaomba uongozi wa Karume, kila wanafunzi wepya wakija, tunaomba mtuweze kutualika ili tuweze kuzungumza na watoto wetu. Tuna ripakasha mbaya sana na takwimu sio nzuri za vyuo vingi sana. Mi jana nimezungumza na mtoto anatoka Kaskazini asomasha, nimezungumza naye maneno mawili matatu tu, ananiambia tangu mwaka juzi mpaka mwaka mwaka juzi na huu watoto wa kijijini kwa usita wamerudi na ujawazito, wanasoma shia. Sasa hivi vitu kama hatujavianza sisi kama sisi walimu, kwa sababu tunasema kila jambo tutaenda kuulizwa. Je, katika tumesoma sijui building construction, sijui kitu kitu gani, mechanics, sijui kitu gani, lakini je uliwapa hidaya gani wale? Kwa sababu tunajua wengi ni Waislamu. Je, uliwahi kukaa nakumbuka shehena sijui kama siku hizi ipo, kila Ijumaa, ili tukipanga, ilikuwa tukipanga assembly anatoka shehe mmoja pale akizungumza kitu, na maswala ya hija, sio inaendelea, ipo. Na maswala ya hija msiaache nyuma, na maswala ya hija myazungumze. Hii hija, unaona tuvoeka eh, hivi wazanzibari wa Tanzania hija, tunakiweka kidole hichi hapa, wakati hivi vidole vyote vikae hivi, visikae hivi. Mashehe watatoa kuhusiana nani? Jamani, nguzo zetu ni nani tano. Eh? Swala kila kati, wanatoa swala nini, funga, unaona, sijui kuna zaka, sadaka na hija eh? Eh, shahada ndio ya mwanzo, lazima itasomana ushakuwa usha, usha, usha mwislamu, ushatoa shahada. Kwa hiyo hizi sala, zaka, sadaka, maustazi, tunakuombeni msi ziyache, hii itaboni watoto wetu lakini pia itatia ile morali ya watu kuweza kwenda hija mapema. Sisi katika takwimu zote ukiziona unaambiwa nchi zinaopeleka watu wengi ya kwanza Indonesia, ile ndio kwambie ni kwa asilimia kumi na tatu. Akesha kuna India, kuna Pakistani, kuna Bangladeshi na nchi za Afrika ya kaskazini na Mashariki ya Kati. Sisi tuko kidogo sana. Hata ukienda kule hasa utatuona. Sawa, Tanzania, Mungu mkubwa, vikundi vyetu wameweka ile kanga ndio uta-, utaweza kuziona, lakini unajiona sasa kama tuko wachache sana. Kwa hivyo tunawanasihi walimu, viongozi, lakini pia ni watoto, tumekuja hapa kukuambieni kuhusiana na mfuko wa hija tuweze mtu ukikaa nayo pesa yako wewe, saa nyingine inakuwa inabilisi ndio hapo, utataka simu, utataka kileja, japo kileja kwa unakula, lakini ushatoka dukani nacho utakitaka unnecessary, utataka sijui big G, kila wakati utafune mdomoni, sijui kitu gani. Lakini serikali tukasema sisi tatizo hili la kuondoa vizee kila siku, sisi kama watu wapendi vizee, jamani, na sisi tutakuwa vizee, lakini tunataka vijana, tunataka watoto na wao waende zao hija. Kwa hivyo, tukapeleka ombi tufungue mfuko wa hija kwa bahati nzuri, kamisheni ya wakfu na mali amana, tuna amana za watu ambazo tunaziweka, na kwa sasa hivi huu mfuko wa hija ndiyo tunatumia kipengele hicho, na mpaka sasa tuna wanachama 40. Mwezeshaji atakuja kukwambieni vizuri jinsi gani ya uchangiaji na mfuko wa hija wenyewe ukoje, lakini pia tumeshaanza awamu ya mwanzo ya kuhagaia kile vitu, yani tuna, tunafanya biashara za kiislamu ile ile pesa yao isikae aido, tunawaingezea tumeshaanza waloweka mwaka 2024 wameshapata ile pasenti yao, kwa hivyo tunawaomba wafanyakazi na watoto nyote, yani wanafunzi wa kufunzi, tunakuombeni mweze kuja kufungua hu mfuko wa hija. Hata mtu ukesha kumaliza hapa miaka mitatu, miaka mitatu, miaka mitatu, au siku nyingine wewe uko mwaka wa tatu. Ehe, wengine minne lakini hata ukimaliza mfano hata kama mfano uko katika mwaka wa nne unaanza kidogo, ukenda nyumbani utapata ile morale. Kama mfano unachanga ule upatu wako, unaweka kidogo kidogo, wewe mwenyewe utakuja ziona zile pesa zishakuwa, hata wewe mwenyewe habari huyo. Kwa hivyo lengo kuu la kuweza kuja hapa tuweze kusaidiana, kwa sababu sisi tutajiproud tukiona katika takwimu kuwa asilimia ishirini at least kwa kuanzia, ni vijana kuanzia mpaka miaka 30.